Maeneo kadha wa kadha. Wachezaji wanapaswa kujitathmini, je, wamecheza kwa kiwango cha levu ya Simba? Benchi la ufundi linajitathmini je, tume, tumeandaa mpango sahihi kwa kiwango cha Simba? Viongozi tunajitathmini je, hii mechi tuliandaa vya kutosha? Kwao kila mtu kwenye eneo lake anajifanyia tathmini ili ajiridhishe anji, kwamba alifanya kazi yake tatu, na baada ya hapo watapata majibu na majibu yake sio ya kutolewa hadharani. Majibu yake ndio utayaona tarehe thelathini mwalimu atakapofanya mabadiliko aidha ya kikosi ama ya mfumo ama ya wachezaji ama kama ataamua kubaki vile vile. Maana yake yeye tayari amefanya tathmini na amesimamia kwamba hii mimi ndiyo njia yangu. Kwa hiyo tusubiri, tutapata majibu kamili baada ya tathmini ya kila idara. Nilikuwa najaribu kufikiria baada ya kumaliza ile mechi na kuchapwa ni muda gani wa tathmini kuelekea mechi inayofuata? Muda unatosha? yeah. watu kujitathmini maanake, kuanzia benchi la ufundi, wachezaji, mpaka uongozi, muda yeah. unatosha kwa sasa mm. muda unatosha mm. na panel ya ufundi huwa inatathmini eh, kabla ya mazoezi ya kwanza yes, baada ya mchezo ah. eh, suppose na mazoezi saa nne au saa mbili asubuhi, manake asubuhi saa moja mnaweza kufanya, mkafika mapema mkaanza na kitu naita postmortem postmortem Uh, ni lugha ya kimaabara inayotambulisha tafiti, otherwise mwili wa binadamu umeokotwa ukiwa umefariki au la hasha, kujua chanzo nini, nini, nini. Nini mnaweza mkashinda game yeah, hata bao tano yeah. lakini postmortem bado ikawa ni muhimu sana e, kwa nini mlishinda bao tano yeah. kwa hiyo ya engo ya ufundi huwa inapaswa kabla ya mazoezi e, yajayo e, mwanze na, na postmortem lakini yeye kama umeona ame generalize kwenye maeneo hayo matatu hmm. Sijui wengine watajipangia muda gani yes, lakini kiuhalisia anasimama kwenye dhana kwamba ili timu ipate matokeo tunasema kuna mafiga matatu mm -hmm. Na wale wenye imani na waliotumia kuni siku za nyuma wanajua kama eh, ukitaka kuinjika ku, kitu kama kuna mafiga mawili, maana yake huwezi kutengeneza chakula kwa kupitia eh, mfumo huo okay. Ni lazima awe matatu kwa maana ya tafsiri ya uwajibikaji wa kila mmoja kwenye eneo lake. Huku kwenye uongozi naweza ikaingia pia nafasi ya mashabiki eh, kwa sababu mashabiki pia ana shughuli yake eh, kwenye motivation

Ana, ana kipindi cha tatu cha dressing room half time baada ya kuwa umeona yale ubadili sura ya mchezo e, katika kitu ambacho hukuwa umejiandaa nacho nyumbani yani imetokana na observation ya mchezo mm. kwa hiyo coaches ana, ana, ana, ana vipindi vitatu kwenye football sasa pale kocha aliyo bora anabadili sura gani ya mchezo kwa hiyo anaweza, ku, anaweza kurudi wakatathmini kwamba kama sisi kama technical bench kuna areas tulizembea